Washukiwa hawa Julius Ngumo wa Mwangi, Stephen Mwariri Kasanu, Christopher Mugendi Nyaga, Samuel Kinyanjui wa Humbu, Titus Munuve na John Kiruchege walifikishwa mbele ya hakimu mkazi wa Kibra Barnadi Ochoi kwa shitaka la kuteketeza gari aina ya toyota Passo la kampuni ya Uber mnamo tarehe 23 mwezi Machi mwaka huu. Kando na hilo, walikabiliwa na shitaka la kujaribu kumuua dereva wa taksi hiyo Hezbon Lunani Pachiti. Hakimu Choi aliamuru kuwa sita hawa wazuliwe korokoroni huku uchunguzi kuhusu kisa kingine kama hicho ukiendelea. Kwa mujibu wa kiongozi wa mashtaka Jacqueline Odwal, washtakiwa hawa wanafaa kufika katika kituo cha polisi cha Kabete ili bainike iwapo walihusika na kisa kingine cha utekelezaji wa gari la Uber la aina ya Nissan Wingroad. Katika mahakama ya Kiambu, mjukuu wa marehemu James Njenga Karume pia aliagizwa kuzuiliwa korokoroni kwa siku kumi ili kuwezesha uchunguzi wa kina ufanyike. Kenneth Karume anadaiwa kusababisha kifo cha mpenzi wake Victoria Wairimo kwa kumsukuma kutoka roshani mwa nyumba walimokuwa wakiishi. Katika mahakama ya Mombasa, mwanamke anadaiwa kumuua mumewe baada ya mzozo. Alifikishwa mbele ya hakimu Susan Shitubi. Pauline Mukiri alikana mashtaka hayo. Mukiri anadaiwa kumuua mumewe Alois Matata kwa kumdunga kisu mtaani Bamburi, Mombasa. Alex Kerie, QTV.